Ni Mbezi Beach upande wa chini, Mbezi Beach upande wa chini, lami hapo, lami hapo, gari limepita, barabara ya lami hapo, gari limepita. Ni mita mia kutoka lami. mita mia kutoka lami. Kuna kiwanja kinauzwa hapa, hii hapo ni jirani yako. Ni maeneo ya Mbezi Beach upande wa chini, Mbezi Beach upande wa chini, mita mia kutoka lami, kuna skwea mita elfu moja mia tatu na ishirini na sita zinauzwa zimeanzia hapo, zimegusa barabara ya mtaa kabisa. Skwea mita elfu moja mia tatu na ishirini na sita skwea mita elfu moja mia tatu na ishirini na sita lakini kiwanja hichi kina hati miliki kutoka wizarani. Ni kiwanja kizuri sana kikubwa na kipo tambarare. Juzi Yuz, juzi hapa mvua zimenyesha tu, lakini angalia bado kiwanja kiko vizuri kabisa. Square mita elfu moja mia tatu ishirini na sita zimenyoka sana kimeenda paka kwenye gari kule. Square mita elfu moja mia tatu ishirini na sita ni Mbezi Beach upande wa chini mita mia kutoka barabara ya lami ndogo inayotokea Mbezi Beach upande wa chini pale mbia, tajiri yangu kuchukua uwanja ni sehemu ya kujenga apartment na hao ndo majirani zako wele wenye ndoto ya kukaa Mbezi Bichi. Unaweza ukajenga nyumba ya kuishi, wa kujenga apartment, unaweza ukajenga apartment huku ukapangisha kwa dola, kama mikocheni tu. Mbezi Bichi upande wa chini, siku ya mita elfu moja mia tatu ishirini na sita. Karibu sana tajiri.